Tumekuwa tukiyashughulikia malalamiko hayo ya watumiaji wa vyombo vya moto kuhusiana na pampu za mafuta kwa kufanya kaguzi kwenye vituo vinavyouzia mafuta. Wakala wa Vipimo mikoa yote imekuwa ikifanya kaguzi hizo, kaguzi za kushtukiza na tumekuwa tukiwabaini wale ambao wanapunja au wanahusika kwenye udanganyifu wa uuzaji wa mafuta. Tumekuwa tukiwapiga faini na wengine pia wamefikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria. Mambo ni mawili tu hapo, ukikuta una, unapunja kwa kukusudia unapigwa faini, na faini zetu ni kuanzia laki moja mpaka milioni ishirini. Lakini pia unaweza ukapigwa faini na kifungo kisichozidi miaka miwili ukikutwa pampu yako inapunja mafuta. Kwa Mtanzania wa kawaida sana, unatakiwa uhisi tu, ukihisi mimi bwana hapa nimepunjwa basi wasiliana na ofisi ya wakala wa vipimo iliyokuwa karibu na wewe. Kama tunavyofahamu, wakala wa vipimo na ofisi mikoa yote Tanzania. Kwa hiyo, wasiliana na ofisi ya wakala wa vipimo, na wenyewe watafika haraka sana kwa ajili ya kufanya ukaguzi, na huyo aliohusika kwenye kupunja basi atapewa haki yake. Kama tunavyofahamu pia tunakagua, uh, tuna tunafanya kaguzi kwenye vifaa au bidhaa zilizofungashwa na tukikuta kweli kama bidhaa imeandikwa labda kilo hamsini kwa mfano, labda simenti imeandikwa kilo hamsini tukifanya kaguzi tukikuta ni pungufu ya hapo, mtu huyo atashtakiwa kulingana na sheria ya vipimo inavyotaka, atapigwa faini au kifungo kisichozidi miaka miwili kwa pamoja. Na kwenye mabucha vivyo vivyo tunafanya kaguzi, kama tunavyofahamu, tunafanya kaguzi hizi za kushtukiza mara kwa mara na pia tunapokea tukipokea malalamiko tunafanya kaguzi kwenye mabucha kwa wale wote ambao wanawaibia wananchi. Lakini kwenye mabucha hapo mwananchi anatakiwa afahamu vitu viwili vitatu. Kwanza, unapofika kwenye bucha hakikisha mzani ule una stika ya wakala wa vipimo, imekaguliwa na wakala wa vipimo na imewekwa stika. Lakini cha pili, kabla hajakupimia hakikisha ule mzani hauna kitu chochote. Na mzani ukiwa hauna kitu chochote, kitu kinachofuata unatakiwa uangalie balansi ya mzani wako. Usikubali umefika kwenye bucha, alafu, ametanguliza kuweka jiwe kabla. Hapana, hiyo sio sahihi. Hakikisha mzani ule unastika, lakini cha pili, hakikisha mzani ule hauna kitu chochote, angalia balansi ya mzani. Alafu sasa ndio mruhusu muuzaji akupimie nyama yako. Changamoto inapungua kwa sababu elimu hizi tunazozitoa wananchi wanaelewa saizi. Kwa hiyo malalamiko yanakuwa yanaenda yakiwa yanapungua, kwa sababu elimu hii inawafikia watu. Tunategemea wewe mnunuzi uelewe haki zako kupitia kipimo. Ukifika pale basi, ujue kwamba huu mzani uko balance, basi hapa siibiwi, mzani huu una stika umehakikiwa na wakala wa vipimo. Kwa hiyo kwa kweli tunashukuru malalamiko yanaenda yanapungua, kutokana na elimu tunazoendelea kutoa kwa wananchi.